We, We, macho macho! Nani amelala kwa, kwa malazi angu kitanda yangu nani amipanda? Leo nakwambia <tipanye> <tipanye> <tipanye> <tipanye> <tipanye> nani amelala, wanapigia watu wangu wa TikTok kelele ba. Kwani marazi yako imekuongelesha ikakwambia, angalia hiyo si? Kwani nimeacha hizo? Nikataandika vizuri, angalia. Nilimkataza hakuna mtu kulala kwa marazi yangu. Marazi, marazi, kwa ni... Yako ni kwa waya... marazi yako na kichwa yenye nalali, acha kuongea. Nilikwambia kiti yako ndio hii, yo waambilianga ndio hii. Niko serious. Nani alilala? Acha afanye kitu anafanya. Kwani wewe unaogopa? Ambilianga mimi nimechapwa vipoko kwa chela hapa. Lakini nilikuwa. Sasa teke, mimi ni punda siacharibu